Mei ishirini na tatu hadi 24, 2025, Ofisi ya Rais Tamisemi chini ya Waziri Mchengerwa iliita maafisa habari wote walio chini ya Tamisemi katika kikao kazi muhimu kuhusu maafisa habari. Kikao hicho kilikuwa ni cha kipekee, kwani tulijifunza vitu vingi. Wakati wa ufunguzi, Waziri Mchengerwa alisema yafuatayo. Hakikisheni mna kuwa wabunifu kwenye kuchakata habari, kuziandika na kusambaza ili ziweze kuwafikia Watanzania walio wengi. Hakikisheni na kwenda kuhuisha tovuti na mitandao yenu ya kijamii kwa kuweka taarifa za kila wakati zinazotokea kwenye maeneo yenu, kwa lengo ikiwa ni kuelimisha jamii kuhusu kazi zinazotekelezwa kwenye maeneo yenu. Lakini pia wakati wa kufunga, msemaji mkuu wa serikali Bwana Gerson Msigwa alikuwa na machache ya kusema. Na waombeni maafisa habari wa TAMISEMI, tukawasiliane kimkakati. Halmashauri zenu na mikoa yenu ina majukumu yaliyowekwa kwenye mipango, kwenye mikakati ya wilaya na mikakati ya mikoa. Na baada ya hapo, maafisa ya habari tulipata nafasi ya kutembelea mji wa serikali Mtumba. Hakika tulijionia mambo makubwa yaliyofanywa na serikali, japo kwa uchache, tukiwa katika magari yetu na hapa maafisa habari kutoka mkoa wa Singida wanazungumzia. Naitwa Mesi Machange, ni afisa habari halmashauri ya wilaya ya Singida. Tumekuja hapa, tuko jijini Dodoma katika kikao kazi cha maafisa habari wa mikoa na halmashauri kwa siku mbili, na baada ya kikao kazi hicho tunakuja kutembelea mji wa Mtumba. Naitwa Omar Sadiki, ni afisa habari kutoka halimashauri ya wilaya ya Mkalama. Katika hizi siku mbili tulikuwa na mafunzo ya maafisa habari kufungisha ujuzi wetu na mafunzo yameenda vizuri. Tunaishukuru wizara ya TAMISEMI kwa kuwezesha mafunzo na namshukuru msemaji mkuu wa serikali, lakini a tunashu na wadau wote waliofundisha. Pia leo tumefanya ziara ya kutembelea mji wa serikali, mji wa Mtumba. Tumejondea mambo makubwa kabisa <tipi> hii katika tua yetu ama utalii wa ndani ya kasa mkoa Dodoma. Tumejionia mengi mazuri ambayo serikali yetu ya awamu ya sita imeyafanya. Naitwa Martha Mboma, ofisa habari wa halmashauri ya manispaa Singida. Tumetoka katika mafunzo ya siku mbili ya maafisa habari wa halmashauri pamoja na mikoa. Tumejifunza mambo mengi na leo tumefanikiwa kutembea katika mji wa serikali. Tunashukuru serikali yetu, tumeona mambo makubwa anayoyafanya. Tunasema asante kwa katibu tawala wa mkoa, wakurugenzi wa halmashauri zetu kwa kutupa fursa ya kushiriki katika mkutano huu muhimu. Lakini kwa kipekee tunamshukuru waziri Mchengerwa kutoa nafasi ya kukutana na kuzungumza mengi kuhusu maafisa habari. Vilevile tunamshukuru msemaji wa serikali kwa kuendelea kutujenga, na mwisho tunasema asante kwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano TAMISEMI Bwana Johni Mapepele na timu yake nzima. Gunto TAMISEMI, Gunto Singida.